Sisi kama wanachungwa na kama wa Kenya katika taifa la Kenya leo, sisi tuna kilio, kilio cha ja kumpoteza shujaa wetu, shujaa wa mageuzi, shujaa wa demokrasia, shujaa aliyetupatia katiba ambayo ilimtambua mnyonge, ilimtambua yule, ili aliyewachache ilitambua vijana Gen Z, katiba ambayo imeleta ukombozi Tusi. I am crying baba today. I feel like putting myself down here today. You are supposed to be with us today here baba. Baba we are crying. Lakini niseme sisi watu wa pwani tukiongozwa na Ali Hassan Joho na Abdulswamad Sharif Nassir tunasema hatuachi mbachao kwa msala upitao. Chama chetu ni chungwa. Chama kilichotuunda. Chama kimetupatia viongozi chipukizi. Na niweze kusema katika chama tuheshimiane, tuwe na umoja. Tuko na viongozi pale juu, tuko na madeputy party leaders, tuko na SG na tuko na the only woman in the top hierarchy, Mama Gladys Nyasuna Wanga. Huyu mama lazima tumlinde, lazima tukae naye vizuri. Mimi nataka niseme Ali Hassan Joho wakati Baba akiwa hai alikuwa naye ngangari, na sasa musiwe na dukuduku, musiwe na shaka. Ali Hassan Joho bado yuko imara, bado yuko sambamba, na kesho kutwa is going to deliver the magarini together with Mung'aro na wale wabunge ambao tuko hapa na vile viti vyengine vyote. Kasipul tunachukua, tukienda kule kwa Wandai.